Wow. Ama kwa hakika hii ni nafasi kubwa kupata mtoto kama huyu, awe amefundishwa au amefanywa nini, ni madhamu tu kwamba anayoyaelezea mimi na wewe huenda pia hatuyajui. Kwa hiyo ni hatua njema ya kumpongeza kwa sababu angeweza kuja hapa akaimba nyimbo za kina Diamond na kadhalika, lakini zote kazi yache, akaamua kuhifadhi miongoni mwa aya pamoja na hadithi ikiwa ni sehemu ya kuwapa marejeo. Ndugu zangu muweze kurejea Siku ya leo, mimi ujumbe wangu ni kwa vijana wenzangu. Vijana wenzangu, tunayo nafasi ya kuyatizama maisha ya nyuki. Nyuki unapomtizama ni kiumbe miongoni mwa viumbe ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu, lakini ni mdudu ambaye amepata nafasi ya kupewa uhai na Mwenyezi Mungu. Tizama maisha yake katika minajili ya kutengeneza asali, pale ndipo utamuona nyuki kwa namna ambavyo ni jasiri nyuki ambaye anakusanya vitu ambavyo mimi na wewe hatuwezi kuvila. Kipindi nyuki anataka kutengeneza asali, anakusanya vitu ambavyo mimi na wewe ukiwekewa kwenye chakula huwezi kula, lakini baada ya hapo unayaona maisha ya nyuki kwa namna ambavyo hakuna kiumbe chochote chenye mamlaka ya kutengeneza kitu kitamu isipokuwa nyuki. Kwa hiyo mimi na wewe tuna uwezo wa kuishi kwa kutengenezeana maisha ya nyuki haina haja ya kutengenezeana sumu, badala yake ipo nafasi ya kutengenezeana asali. Mimi na wewe tukaa tuna lamba na maisha yanaendelea. Vijana wenzangu, nawakumbusha kwamba wanadamu hawa walioko ndio ambao mwenyezi si Mungu amewachagua hakuna. Mtu amepigwa alama kwamba huyu ni wa motoni mpaka afe, hali ya kuwa mwenyewe tamua kwenda motoni. Kwa hiyo nawausia kuyatizama maisha ya nyuki, ni kwa namna ambavyo tunayo nafasi tuweze kukusanya tunachokikusanya, lakini kisiwe na madhara kwenye maisha ya wanadamu wenzetu. Tukusanye tunachokikusanya, lakini ni lazima kitu hicho mwisho wake kiwe ni asari, wenzetu wanufaiki. Kwa hiyo natoa wito na kuwaomba ndugu zangu, tumieni nafasi ya uzima mliokuwa nao, vijana wenzangu, kwa namna ambavyo mna uwezo wa kupatanisha watu waliogombana, kwa namna ambavyo mna uwezo wa kurejesha matumaini katika watu waliokata tamaa kwa namna ambavyo mna uwezo wa kurudisha faraja kwa wanadamu wenzenu ambao wanakaribia kukata tamaa ya maisha, kuamini kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuwarudhuku, huu ujumbe inaowapa utawasaidia sana. Kwa nini nasema hivi? Sisi kama wanadamu tunayo nafasi kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Nafasi tuliyoko nayo ya kwanza ni kusameheana, ya pili ni kubebeana shida na majukumu pasi na kukata tamaa. Wako baadhi miongoni mwetu ameshakata tamaa kwamba yeye amezaliwa awe ni bodaboda milele, yeye amezaliwa awe ni mkulima milele, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ameweka madaraja tofauti tofauti. Hizi kazi tulizokuwa nazo tuzifanye kama ni daraja, na wala tusizifanye za kudumu kwa sababu